Viongozi wa vilabu vyetu ni waoga. Kesha tengeneza mazingira, ukimjibu ukisema unafungiwa, wanaogopa. Lakini walipaswa wao, viongozi wa Yanga, watoe statement immediately baada ya kauli ile. Lakini nani atakuwa, atamvisha, atam, atam, atam, atam paka kingele? Waoga wa kufungiwa. Hata sisi wengine, nothing to lose. Mimi nifungia hata miaka milioni don't care. Nafanya shughuli nyingine na mambo mengine, napata riski katika njia nyingine. Hata mkisema bwana mdau afungiwe, I don't care, lakini nasema kwamba ili jambo amekosea na ni dharau kwa mpira. Lugha za kiongozi mkuu wa taasisi lazima ziwe na approach nzuri. Watu siku hizi wanasema machawa au machawa Mama Samia, wengine sio machawa wengine wanamsifu Mama Samia kwa ile namna anavyoongoza nchi kikweli kweli. Angalia body language yake akizungumza, akiongea, akishawishi. Uongozi ni hikma, ni busara. Uongozi unawajibu watu kama vile unawajibu watu ambao ni takataka, sio sahihi. Na hapa nadhani kuna shida neno urais Naomba Rais atekee tumia herufi kubwa kwenye ara, ni mmoja tu wabaki, nadhani kuna kiburi. Watu wanadhani na wao wao washakuwa marais wenye dola. Aa, marais wengine wote iwe ara yake ya herufi ndogo ili waone tofauti. Nadhani kama kuna sababu. Kuna mmoja nilimsikia rais siku moja wa TFF anasema Unajua marais wa nchi nyingine wanapata mpaka escort marais wa mashirikisha. Eh? Kwa hiyo nataka na hapa apate escort. Ndio tafsiri hiyo. Sasa pia kiburi cha ara kubwa anaotumia Rais Samia nadhani kinawaingia baadhi ya watu. Waanze sasa kutumia ara ndogo. Waone tofauti ya head of state rais wa nchi na urais wa taasisi hizi. Unaweza kusema neno kama hili. Yanga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 Karia unaikosea mpira na unaikosea Young Africans, na hawa viongozi wa Yanga najua hawawezi kukwambia kwa sababu utawafungia. Mimi nakwambia umewakosea watu wa mpira, umewakosea Young Africans, na katika jambo hili omba radhi. Wala sijemvunjia heshima. Tusi, tusione madaraka haya tutakaa nayo milele, haya ni sehemu tu ya kupita. Leo leo tumepoteza superintendent senior kabisa wa polisi kwa ajali ya gari. Kila mahali ukenda kwenye social media, watu wanamkumbuka kwa mema aliyoyafanya kwenye jeshi, kwa jamii. Tunapita tu hapa, naweza nikatoka mimi hapa na mke wangu tukapiga mzinga, Mungu akatuchoa. Kiburi cha umaarufu wetu kisitupe sababu ya kudharau wengine. Yanga wameandika official letter kwenu, badala ya kushughulikia kujibu mnawatisha, unakwenda kwenye media unawatisha. Mmeona nini juzi walimposti hapo pongezi za kuchaguliwa kwa mjumbe wa kamati ya utendaji? Immediately nilisoma zile comment pale, subhanallah hiyo ndio tafsiri sura. Watu wanata, wa, Yanga hawakutaka ugomvi. Bodi ya ligi asubuhi mwenyekiti wake kasema mechi ipo hamna mtu kugoma, sijui wakatumia kigezo gani, sijui mpaka leo mimi najiuliza, kamati ya saa sabini na mbili hukutana baada ya mechi kuchezwa, walitumia kigezo gani kukutana kabla? Waliandaa ajenda gani? Wamekuja wamesema mechi imeahirishwa baada ya Simba kutishia kugoma, alafu mnasema Yanga waje kwenye mechi nyingine. Tusimamie kanuni, gharama ya kuendesha kesi ya kasi isiwe kwa uongozi wako out of budget, tutachanga. Wanachama wote wa Yanga na mimi nitaanzisha hiyo mchango, isitoke senti tano kwenye club kuonyesha hisia zetu wanachama na washabiki, tuchange, tutalipa kucombea dola elfu hamsini tutapata 100 million milioni 130 140, hatushindi kushangishana. Lakini hili jambo nawaomba, kamati ya utendaji chini ya mdogo wangu Helsi, namjua rafiki yangu Helsi, no compromise katika jambo hili, simama upande wa wanachama waliokuchagua kwa kura za kutosha Julai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 Watatufungia kinasie tanvizia mie kunitoa mbuzi wa kafara haya, watamtafuta msemaji mwingine haya. Lakini wewe, hakuna wakufungia, tutasimama na wewe, mimi na